Ningependa tu niwashauri wasanii na ma influencers, wasanii mbalimbali na ma influencers, Fiyo vya jamii hao wanajiita. Wasanii jitahidi mkae upande wa wananchi. Huo ni ushauri ambao nawapa, japo sio wa ulazima sana ila ningependa niwashauri mkae upande wa wananchi. Jifunzeni kwa kwa wasanii wengine wa nchi nyingine. Matatizo kama haya yakitokea, angalieni woga wanakaa upande gani. Huu ni ushauri wangu wa bure na ni mzuri. Kabisa. Kama ikiona inafaa mnaweza mkautekeleza, ila kama mkiona haifai pia mnaweza mkauacha. Nimemaliza, ila kabla ya tarehe ishirini na tisa Mungu akitupa uhai nitarudi tena, kabla ya tarehe ishirini na tisa na kama kutakuwa hakuna mabadiliko yoyote, nitarudi tena. Lengo ni kuliokoa ili taifa tulisaidie, hatuwezi kukaa kimya. Nitarudi tena kabla ya tarehe ishirini na tisa. Asanteni na utakia wakati mwema. Mungu awabariki sana.